Kasome biblia yako baba mkwe, ndio kamshtua kwamba yani, kakufanyia vyote hivi na hujashukuru. Kwa ile sadaka ya shukrani ilikuwa ya sio ya Musa, ilikuwa na yule Yesu anamshukuru Mungu jinsi alivyomfanyia mkwe. Sikiliza, ukitoa sadaka ya shukrani, ule upako wa hekima wa kukusaidia next step forward Umemaliza mwaka, sadaka ya shukrani. Umemaliza shuleni, sadaka ya shukrani. Umemaliza kitu fulani, sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani ile inatengeneza Mungu kukufungulia namna ya kukusaidia hatua inayofuata. Hawezi kunyamaza, kwa sababu shukrani ni mwanzo wa hatua nyingine. Mungu hawezi kukuficha kwamba kuna hatua mbele, na kwa sababu hiyo, ukitoa sadaka ya shukrani, atakuja kukuongoza hatua kwa hatua, lakini hawezi kukusemesha kama ushukuru. Ndio maana hakumsemesha Musa. Yule know mzee angenyamaza akaondoka nyumbani kwamba huyu mtumishi mkubwa sana atanielewa kweli. Angeweza kaondoka tu. Na asingepata. Lakini alipotoa sadaka ya shukrani baba mkwe, ule upako na ushauri wa kutoka pale na maelekezo kutoka kwa Mungu ukaenda direct kwa huyo. Lazima Yesu alimuuliza Mungu, si uongee naye mwenyewe? Kwa nini unataka kupitisha ujumbe kwangu? Kwa sababu wewe ndio umetoa sadaka ya shukrani.